Ndugu zangu, sisi ni walimu, na huu ni ukweli. Tukio kama hili halijawahi kutokea katika utumishi wako. Mambo tunayoweza kuyazungumza wenyewe kama walimu, yenye faida kwetu sisi wenyewe kama walimu, ndani tuyathamini hayo, tutembee nayo kwa ubora unaowezekana ili at the end of the day tufanikiwe tulichokusudia. Tusipofanya hivyo, tukavurugwa hapo, umoja wetu ukawa hatarini, tukatikiswa na nguvu nyingine, wakati mwingine hatujui imetoka nje, ikiwa na kusudi gani la kutugawa, la kutufanya tusiwe wamoja, tusiwaze kwa pamoja, hatutafanikiwa kama hivi tunavyofanikiwa. Hilo ni jambo la kuangalia sana, wala sio la kufikiria kwa mchezo mchezo, na linahusu utumishi wa mtu mmoja mmoja binafsi. It's not time utumishi wako peke yake, na leo hapa kila mtu ana hoja yake peke yake, na leo hapa kuna mtu daraja lake linatatuliwa leo leo. Na mimi nina uhakika kwa timu hii na kadi tulivyoanza tangu mwezi Novemba mpaka leo tunapohitimisha, litatokea jibu kwa namna yote. Nataka kuamini litatokea jibu kwenye mshahara wa Aprili na Mei, lazima kuna kitu fulani nchi hii itasema na walimu watasema, baada tu ya taarifa hii kupokelewa na mamlaka husika, kuna kitu lazima kitajibu. Na Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema, ninyi wafanyakazi, anatuambia msisubiri changamoto zenu kuwa mnazileta wakati wa Mei Mosi tu, changamoto inapotokea isemeni kwa wakati. This time tunamaliza leo, mwezi wa tatu, Mei Mosi ipo mwezi wa tano, si ndio? Changamoto zetu kwa kauli yake, tumefanya nini? Tumezipeleka halo. Si tuko vizuri usitake ubora huo uharibike.